Mechi 15 za raundi ya kwanza timu imemaliza imefunga magoli sita. Mechi 15 za raundi ya kwanza timu imefunga magoli 17. Mechi 15 raundi ya kwanza timu iko nafasi ya pili kutoka mkiani kwenye mstari mwekundu. So ukiona raundi ya pili toka tumekuja mpaka hapa tumekusanya pointi 19. E, ukijumlisha na pointi 11 za raundi ya kwanza unapata pointi 30. Pointi 19 ya timu yoyote ile katika nafasi kuanzia nafasi ya tano mpaka nafasi ya kumi na sita, hakuna timu ambayo imekusanya pointi nyingi ukilinganisha na Tanzania Prisons, kwa hiyo hiyo ni, ni mafanikio ya kila mmoja kwa maana wachezaji nilionao sasa hivi, benchi la ufundi nilionao sasa hivi, uongozi, eh, eh, kamati ya mashindano pia pamoja na mkuu wetu ndio maana nimechukua nafasi hii kuweza kuwashukuru, nikirejea ni na e, na kwenye maandalizi ya timu, so far nafikiri tumejiandaa vizuri. Tumejiandaa vizuri, ma, mazoezi yetu ya mwisho tumefanya asubuhi ya leo. Lakini katika hali ya kikosi hatuko na majeruhi kwa wa timu ambayo ilio ilioanza katika mechi zilizotangulia, lakini pia tuna urejeo wa Samson Mwaituka, e, Sambamba na Meshek Abraham. Kwa hiyo hao ni wachezaji ambao walikuwa majeruhi wa muda mrefu ambao walikosekana katika mechi nne, lakini wanaongezeka katika kikosi, kitu ambacho kinafanya maandalizi yetu yanakuwa vizuri. Lakini jambo lingine ni kwamba tumejiandaa kwa maana ya kuona ambavyo tunaweza kucheza dhidi ya timu ambayo ni mabingwa wa Tanzania. Tumejiandaa pia kucheza na timu ambayo iko imara kwa maana ya wachezaji. So sisi kama Tanzania Prison, nadhani mwendelezo wetu sisi wa matokeo ya kushinda mechi nne mfululizo mpaka hapa tunapokwenda hapa inatupa morali kikosini. Nafikiri hata mazoezini hatutumii nguvu kubwa sana kuweza kumotivate wachezaji. Ni mechi ambayo ni muhimu kwa pande zote mbili, lakini sisi kama timu ambayo tuko tunaepuka kutokucheza playoff, nafikiri tuna kila sababu ya kuona kwamba kama tuna home advantage basi tuitumie lakini ayo yote yanategemea na sisi maandalizi yetu, kama nilivyozungumza kwamba tuko katika maandalizi mazuri. Mechi unayocheza inakupa maswali ya kuingia kwenye session inayofuata, kwa maana kwamba mechi zilizopita za Coastal, JKT Tanzania na zingine ni mechi tofauti na, na hii. Kwa hiyo hata plani yake, kama mechi ile plani ilikuwa ni kuataki kuataki, maana yake unaruhusu mianya. Plani ya Yanga ni tofauti na mechi zilizopita, kwa hiyo ninaamini tuko na mpango ambao malengo yake makubwa ni kucheza na Yanga. Unapocheza na Yanga maana yake huwezi kufananisha mechi na, na timu zingine zilizo. Kwa hiyo chochote kile ambacho ulichokiona kwenye mechi iliyopita, nafikiri kutakuwepo na mabadiliko kidogo kwa maana ya taktiki ambazo, kwa sababu kimbinu, huenda tulihitaji kushinda moja kwa moja kwa kuanzia dakika ya kwanza mpaka ngapi. So ni different unapokuwa unacheza na timu kama hizi za Yanga kwa sababu unapocheza na Yanga maana yake unategemea kutok, kucheza kutokana na strength ya kwake mwenyewe. Au ucheze kutokana na strength yako, una adjust kidogo kwamba sasa nacheza kutokana na stress ambayo iko nayo Yanga, then stress yangu mimi itakuwa naipata katika moment ndogo ndogo. Nikienda kwenye swali la pili, kama nina hofu kukutana na Yanga, ninachoweza kukwambia ni kwamba toka siku ya kwanza ambayo nilio niliokuja Prison, ilikuwa ni siku ya maamuzi. Niliacha timu ambayo iko katika mstari wa kupanda daraja kwa maana ya Gate of ambayo iko katika nafasi ya pili, afu nikaja kwenye timu ambayo inataka kushuka daraja. Unaweza kuona maamuzi ambayo niliyoyachukua yale yalikuwa ni maamuzi magumu sana. Kama ni mtu mwoga, hawezi kuacha timu inayotaka kupanda daraja, afu akaja kwenye timu ambayo inataka kushuka daraja. So si obvious kwamba swala so, la hofu mimi kwenye maisha yangu sina

Kwa hiyo hata kama anapiga back pass anafanya nini, maelekezo ya kwangu. Wakati mwingine kama hakuna sababu ya kushambulia una, sababu, una kila sababu ya kuliteni. so ni plan ya timu. kile mnachokiona wakati mwingine sio kile anachotaka shabiki. si tutacheza, hapana, si tutacheza kwa namna ambavyo tulivyo train kucheza. same salama ni moja ya mipango yangu mimi mwenyewe katika kiwanja cha mazoezi kucheza safe pass, hakuna sababu ya kuriski kwenye hafu yako Tunachosema tunatokaje kwenye hafu yetu pasipolis king yoyote ile. Kwa hiyo anacheza vile lakini tunafikaje? Kwa sababu kama kuna tungekuwa tupati magoli au atufunge au tutengeneze nafasi manake ni kwamba timu nzima inacheza hivyo. Lakini kama mnamuona mchezaji yoyote anavyocheza manake ni maelekezo ya kwangu. Whether iwavutii nyinyi, lakini ni maelekezo ya kwetu. Lakini kienda kwenye swali la pili, e, tumejiandaaje kwa kabili Yanga, ina timu ina ina ina ukuta ina ambayo uko imara masuala set pieces. Nadhani tunajiandaa collectively kwa sababu ile ni timu kubwa. Kama nilivyotangulia kusema kwamba ah, hii ni timu kubwa na tumeshaona ni timu ambayo iko strong, so mpango mzima hauelekezi kwenye jambo moja tu unaelekeza namna ambavyo tutakavyojilinda, unaelekeza namna ambavyo tutakavyoshambulia, unaelekeza namna ambavyo tutakapokuwa hatuna mpira tukaeje, inaelekeza tunapopata mpira tutashambulia katika maeneo gani, Yanga wana weakness maeneo gani, Yanga wana stress maeneo gani. Hivyo vitu vyote tumeviweka kwenye vichwa vya wachezaji. Kwa hiyo mpango ule tutauona kwa siku ya kesho. Psychologically wakiamka wako vizuri wachezaji wangu, mimi ninaamini hivyo vitu vyote ambavyo mnavyovitaka mtaviona kwenye kiwanja cha cha